Yesu asifiwe, ndugu mpendwa, ni siku nyingine tena ambako nimekubalika machoni pa Bwana ili tuweze kujifunza maneno yake, maana maneno ya Mungu hayana mwisho kujifunza. Tunajifunza kila siku ili kusudi tuweze kukua kiroho, ili maisha yetu yapate kuwa vizuri, ili pia tuweze kujiandaa katika safari yetu hii ya kwenda mbinguni ambayo maandalizi yake sio nauli wala nguo, lakini kitambulisho kikubwa au tiketi yetu kubwa ya kwenda ni utakatifu ambao unaanzia na, na, na, na ndani ya mioyo yetu. Basi leo tutajifunza neno la Mungu lenye kichwa kinachosema namna ya kwenda mbele za Mungu au tunaweza kusema namna ya kuomba sawa sawa. Ya, ni mara nyingi sana tumekuwa tukienda mbele za Mungu na hatujui kwamba tutaendaendaje, ili kusudi Mungu aweze kusikia maombi yetu, wala tulikuwa hatujajua tulikuwa tunaenda vibaya, lakini sasa leo tukajifunze namna ambavyo tutaenda mbele za Mungu sawa sawa. Basi tutasoma kwanza kitabu kile cha Luka kumi na nane kuanzia mstari wa tisa mpaka mstari ule wa kumi na tatu. Luka kumi na nane tisa mpaka kumi na tatu. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote watu wawili walipanda kwenda hekaloni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni no mwake, ee Mungu, nashukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru Mstari wa kumi na mbili mimi nafunga mara mbili kwa juma kutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini ule mtoza ushuru alisimama mbali wala hakuthubutu hata kuinua macho yake binguni, bali alijipigapiga kifua akisema, E Mungu uniwe radhi mimi dhambi mwenye. Mstari wa kumi na nne, Yesu anawaambia yunamba, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tumeona watu wawili ambao walienda hekaluni kwa usali. Kulikuwa na mtoza ushuru, lakini mwingine alikuwa ni Farisayo. Hata mwana wale Farisayo alienda mbele za Mungu kwa kujivuna sana, kwa kujinua kwamba mi nafunga mara tatu, mi sio mzinzi, mi sio mwizi, mi sio mwashirati, mi siibi, mi sina dhuluma, kwa anaenda mbele za Mungu akijipa haki kwamba yeye hafanyi dhambi, yeye hafanyi uovu, anafunga mara tatu kwa wiki, anatoa zaka katika mapato yake yote. Lakini wa pili ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, neno la Mungu linasema kwamba hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali yeye alipiga piga kifua, akimwambia Mungu, mimi sistahili. Hmm. Tusome mstari ule wa kumi na tatu. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwe radhi mimi mwenye dhambi. Na mara nyingi sio kwamba wetu huenda mbele za Mungu kuomba toba, bali mpaka eti ujue kwamba siwe nimeiba kwa niombe msamaha mbele za Mungu, hapana. Kila mara tunapoenda mbele za Mungu cha kwanza tunaanza na toba, toba, tubu kwanza, maana kuna mengine umeyafanya ujui, mengine sawa unajua, lakini mda una mwingine ukawa ujui, basi ni, ni vizuri ukienda mbele za Mungu tukaanza na toba kwanza. Lazima ushuke, ushuke. Hata kama unafunga mara ngapi, hata kama unatoa sadaka, unatoa zaka, haina maana kwamba wewe tayari una haki mbele za Mungu, na neno la Mungu nasema mwisho hapo kwamba kila ajikwezae aji hushushwa, na ukijishushwa, ukinyenyekea mbele za Mungu, Mungu naye anakuinua. Kama utajiinua Mungu atakushusha chini. Kwa hiyo tujifunze kitu kwamba hivi kuna muhimu tunapoenda mbele za Mungu kutanguliza toba na toba huambatana na unyenyekevu. Kama una unyenyekevu mbele za Mungu huwezi ukaomba toba. Mshaka mtu anaenda mbele za Mungu, Mungu naomba unisaidie, sina pesa. Ah, hapana. Tunaenda mbele za Mungu. Unajua mara nyingi tunapoenda mbele za Mungu tusifanye kwa mazoea, bali tufanye kwa kumwogopa Mungu. Tuwe na hofu ya Mungu ndani yetu, tunapoenda mbele za Mungu tusimzoee Mungu. Unajua hata ukifananisha watu wa, wa, wa kipindi hiki na enzi za zamani zamani, mtu akienda mbele za Mungu alikuwa anaenda kwa hofu kubwa na nyenyekea kwa hali sio kwa ya kawaida. Lakini sasa hivi tumemzoea Mungu, tunaenda tu mbele za Mungu tu tunaona kama ni jambo la kawaida kabisa, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Kwa unyenyekevu ni jambo la muhimu sana. Huyu yule yenye toza ushuru nyenyekea, akasema Mungu, mimi si stahili, si stahili kabisa mbele zako na Mungu huyo, Yesu hapa akasema, mkisoma pale Luka kumi na nane kumi na nne, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule huyu, mtoza ushuru alihesabiwa haki kuliko yule Mfarisayo. Maana Farisayo yeye alijinua, lakini tunaona kwamba mtoza ushuru yeye alinyenyekea mbele za Mungu, kwamba Mungu, mimi sistahili, mimi ni mwenye dhambi. Haimaanishi kwamba kusema una dhambi kwamba unayo au una, lakini wewe muda wote onesha kwamba unanyenyekevu mbele za Mungu, na Mungu huwapenda sana watu wanyenyekevu, watu wanaoshuka, na hiyo mio ndio ambayo Mungu anafanya kazi nayo. Kwa hiyo ndugu yangu leo ni maneno ambayo wa tunajifunza na tupende kujifunza muda wote kwamba mbele za Mungu sio sehemu ya kwenda tu hivi hivi. Ndio maana mara nyingine unakuta tunaomba hatupati, tunaomba hatufanikiwi ni kwa sababu hatujui namna ya kwenda mbele za Mungu. Unaenda, naomba Mungu, unaomba unisaidie wa mimi nafunga kila siku, lakini Mungu mbona sifanikiwi? Yaani badala mba, na, ya kuomba unalalamika. Maombi ya malalamiko hayana majibu mbele za Mungu. Nimekuwa kaangalia Habakuki mmoja pale utaona kwamba Habakuki alianza kulalamika Mungu, sijui nini nini, mambo mengi sana. Lakini kumwisho katika ukisoma Habakuki mbili kuanzia moja unaona kwamba tayari Habakuki ameshajua kwamba kumbe mambo ya malalamiko hayana faida mbele za Mungu. Akaanza kusema kwamba ni, mimi nitasimama kwenye kwa kwa kwenye zamu yangu. Kwa kajua kwamba kuna kusimama kwenye zamu. Mda mngine sio ulalamike, hebu jua zamu yako mbele za Mungu. Simama ujue kwamba zamu yako nini mbele za, za Mungu. Uombe namna gani ili Mungu aweze kukusikia. Tukiangalia tena kitabu kile cha Zaburi hamsini na moja kuanzia mstari wa kwanza, Zaburi hamsini na moja Zaburi hamsini na moja Hamsini na moja mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema E, Mungu unirehemu rehemu, sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe, peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi mtowapo hukumu ama mimi naliumbwa katika hali ya uovu mama yangu alichukua mimba hatiani na ukiendelea kutona kwamba ni maombi huyu mtunga zaburi alikuwa anaomba maombi ya toba kabla ya kwenda mbele za Mungu alikuwa anatubu anaomba kwamba Ha, Mungu yeye mwenyewe anaamini kwamba Mungu anatoa hukumu za haki. Hukumu za Mungu ni za haki. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo. Mungu yeye haneni kimakosa, anaposema basi ndivyo ilivyo, lakini pia ukisema hapa hamsini na moja tanoaguu unasema, una tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu Mwanadamu yeye asili yake ni uovu, lakini sasa tunapata neema kwa njia ya wokovu. Baba yetu Adamu alipomkosea Mungu pale katika bustani ya Edeni kwa kula matunda ambayo Mungu alimkataza, hapo ndipo dhambi ikaanza kuingia duniani na mwanadamu akawa katika hali chini ya laana. Lakini ashukuriwe Mungu maana anatupenda sana wanadamu, japo hatujui, na kwa sababu hiyo alitoa oh, mwanaye Yesu Kristo pale msalabani kusudi apate kuwa ondoleo la dhambi, na mpaka leo kila awaminie yeye anao uzima wa milele. Kila awaminie Yesu tayari anao uzima wa milele. Kwa hiyo jukumu lako wewe kuweza kusimama, chukua muda wako Omba mbele za Mungu, shuka, nyenyekea. Na mara nyingi usiseme kwa nini maombi yako hayajibiwi. Hebu tafakari, hebu tafakari, fikiria. Je, uliomba kwa kunyenyekea, au ulienda mbele za Mungu kujipa haki? Au uliendaje mbele za Mungu? Mbele za Mungu tunaenda kwa unyenyekevu. Mungu anaangalia sana moyo wako. Je, moyo wako ni wanyenyekevu au ni moyo wa kujiinua? Na kama ukijiinua utashushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajiinua utashushwa, lakini kama unajinyenyekeza mbele za Mungu, basi Mungu atakuinua. Hakuna namna nyingine ambayo tunaweza kufanikiwa. Kuna namna nyingine tunaweza maombi yetu kujibiwa pasipo kuwa watu wanyenyekevu? Hatuwezi kujibiwa pasipo kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu anaangalia mtu ambaye ana moyo mnyenyekevu, huyo ndiye Mungu anayemsikia. Lakini sio tunaenda mbele za Mungu tunajipa haki. Unaenda tu mbele za Mungu unaanza kusema, Mungu naomba unisaidie, sina pesa, Mungu unisaidie, sina ada, Mungu unisaidie, nipate kazi. No. Nenda kwanza tubu mbele za Mungu. Mungu naomba unisamehe. Yote ambayo nimewaza nimefikiria, nimetenda kwa kujua, kwa kutojua e eh, Baba, ninaomba ukanisaidie, ninaomba ukanisamehe. Hapo Mungu atakuonekana ndio kwamba wewe mwanangu ni mnyenyekevu, na kama ni mnyenyekevu nitasema oh, na nitamjibu mwambi yake. Lakini mkijiinua oh, hautapata haki mbele za Mungu. Utakuwa kama huyo farisayo ambaye alijiinua, na na Mungu anasema kwamba yule mtoza ushuru alienda nyumbani akiwa amehesabiwa haki, kwa sababu kila ajikwezae kushushwa, na anajishusha anainuliwa. Huo ndio utaratibu wa Mungu. Kwa kama unajiinua, subiri tu kwa masiku, utashushwa. Ni kama unajishusha mbele za Mungu Upo wakati ambao Mungu naye atakuinua maana umejishusha. Ukiangalia pia kitabu kile cha Ezra 9:5, kitabu cha Ezra 9:5, neno la Mungu linasema na wakati wa sadaka ya jioni nikainua ba, nikainuka baada ya ku, kunyenyekea kwangu nguo yangu na joho zangu zimeraruliwa, nikaanguka magotini nika ikakunjua mikono yangu mbele za Bwana Mungu wangu, ikasema: E Mungu wangu, nimetayari, naona haya kuinua uso wangu mbele za Mungu wangu, kwa maana maovu yetu ni mengi, hata yamefika juu ya vichwa vyetu na hatia yetu imeongezeka na kufika mbinguni. Endelea kusoma, utaona tunaona eh, tuna kitabu cha Ezra hapa, kwamba yeye mtumishi wa Mungu anasema kwamba, na wakati wa sadaka ya jioni nikaanguka, baada ya kunyenyekea kwangu, nguo yangu na joho yangu zimeraruliwa. Najua kipindi cha zamani, wakati ili mtu, mtu aonyesha kwamba amenyenyekea mbele za Mungu alikuwa anararua mavazi kama mfalme anararua joho hapo. Huo ndio ilikuwa ndio ishara ya kuonesha kwamba umenyekea na kujidhili mbele za Mungu ulikuwa na kuna wengine mpaka unanyoa unanyoa unanyoa unanyoa upara, hiyo ndio ilikuwa ishara ya unyenyekevu, unanyoa nywele zote, unararua nguo hapo, unaonesha kwamba huyu mtu ananyenyekea. Alikuwa ni ishara kabisa kwamba wewe sio kitu, ni ishara kuonesha kwamba wewe sio kitu kabisa mbele za Mungu, uioni wa thamani. Hiyo ndio ilikuwa katika enzi za gano la kale, lakini sasa hivi tukizungumzia kunarua mavazi mavazi maanake ni ndani ya moyo, mioyo yetu, ni kuacha mambo yote, hapo ndio kunarua mavazi, kuacha mambo yote, kuona kwamba mambo yote hayana maana zaidi ya Yesu. Hiyo ndio tunaita kunarua mavazi. Ndio maana tukisema kunyenyekea unaenda mbele za Mungu unajiona kwamba si wewe, si chochote, huna chochote, wewe sio kitu kabisa, huko ndiko kunyenyekea. Lakini unaenda mbele za Mungu unajiinua wewe, oh, mimi si, ah, hapana, hapo utakuwa umekosa oh, thawabu. Kwa hiyo unaenda mbele za Mungu, turarue mavazi, mavazi ya mioyo yetu, turarue mavazi ya mioyo yetu hadi. Maana yake ni kujishusha na kunyenyekea mbele za Mungu, hiyo ndio ishara. Zamani ilikuwa ishara yao ni, ni kuchana mavazi, lakini leo hatuchani mavazi haya, lakini leo tuna kuchana mavazi ya roho. Maana kuchana mavazi, maana uioni wa thamani, hiyo ndio kwani kuondoa uthamani wako, kwamba wewe una thamani kabisa zaidi ya Mungu, zaidi ya kile ambacho unahitaji mbele za Mungu. Anakuona Mungu, anakuangalia jinsi jicho lake linakutazama wewe, maana anaona kwamba huyu mtoto wangu ananyenyekea. Lakini ukiwa mtu wa kujinua kila wakati, unajiona wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu, kwamba wewe unaona kwamba ndio maana, ukiangalia siku hizi watumishi wengi wa Mungu kwamba wanajiona wanashangaa, badala ya kumpa Mungu utukufu wanajipa utukufu wenyewe. Mtu anaambiwa, anashangaa, mtu anaambiwa, anashuhudia kwamba mimi namshukuru sana mchungaji, kwani mchungaji huyu ana nguvu na wao, mchungaji unashangilia hey, hakika. Sasa hapo atakuwa wewe umechukua utukufu wa Mungu. Mtu anapokuja kukushukuru mwambie hapana, sio mimi niliyefanya, mshukuru Mungu ambaye ndiye amefanya, sio wewe. Uh, unajipa utukufu kwamba wao hakika, unajitanua, unajitadhani kwamba e, mimi hapana. Ni lazima uweze kujishusha mbele za Mungu. Hata kama umeombea mtu akiwete akatembea, hata kama umeombea mtu kiziwi akasikia, kipofu akaona, si wewe ujiinue, si wewe uliyefanya, bali ni Mungu ambaye amefanya ndani yako. Nakumbuka kuna mama mmoja ambaye alikuwa ana karama kabisa ya, ya, ya, ya kuomba, ya kuombea wagonjwa wa kuombea watu mbalimbali wenye shida. Alikuwa kama ni mgonjwa hata kama yuko hoi, akiwa kete mkono mgonjwa huyo anapona. Kwa hiyo kila sehemu alikokuwa anaenda anaenda na mchungaji mchunga, mchunga, kuwa na sehemu ya kuombea wagonjwa, basi mchungaji anamwambia mama, kuna sehemu ya kwenda kuombea wagonjwa, twende tukaombea wagonjwa. Sasa kafika kipindi mama akaona kwamba yeye ndio anaweza kila kitu, maana mchungaji yule alikuwa anamwombea haponi, maana si kila mtu anayo karama ambayo Mungu ameweka ndani yake. Sasa mama akiwa na akiwa anamwekea mkono tu mtu, lazima kama ni kiwete, lazima atembee kama yuko hoi ni lazima aweze aweze kupona hapo hapo. sakavia kipindi akajiinua, kipindi tu tukaombea watu akasema, leo sijisikii vizuri, sitaenda. Aliamua tu akasema, ngoja waende, najua hamna kitakachotokea kita, kita, kita, kita, kitatokea chochote kile. Na kweli walienda, hakuna kilichotokea. Huyu ambaye alikuwa nayo karama hakuenda, maana ameshajiona kwamba yeye akajivuna kwamba yeye ndiyo kila kitu. Ikawa shida. Sasa siku moja mtoto wake mwenyewe wa kumzaa akaugua sana, akaweka mkono wapi, weka mkono wapi, haponi yule mtoto wake akafa. Kuanzia hapo mama akakata tamaa kabisa kabisa, akasema hii kazi sifanyi tena. Kwa nini naombea wa wenzangu, afu wa kwangu wakashindikana kupona? Kumbe Mungu aliona kwamba huyu mtu ameshajiinua kwa Mungu, akatafuta namna ya kumfinya ili ajue kwamba kumbe Mungu ndiye ambaye anastahili utukufu na wala sio mwanadamu. Ye yeah, alipopewa huduma, ukipewa huduma na Mungu kama unao huduma ni mwimbaji. Wewe useme kwamba leo leo najua atasipenda kuimba. Ah, ana roho ya Mungu hata hata shuka pale kanisani. Hapana. Mungu anao uwezo wa kutumia hata kuinua hata mawe. Anaposema mawe anasema ni mtu ambaye amedharaulika. Yule ambaye unawezi kuamini kwamba kwa anaweza kufanya hiyo kazi ambayo ifanya wewe. Mungu ana watu wengi sana, ana watendaji kazi wengi sana. Wapi, ukikataa wewe, basi Mungu anachagua mwingine, anafanya kazi ya Mungu. Kwa ule mama akata tamaa, akaacha kabisa na wokovu, akapotea kabisa kwa maana alijiinua, na alipojiinua, Mungu akamwonyesha kwamba utukufu sio wako, utukufu ni wangu. Kwa nini unachukua utukufu wangu? Kwa hata watumishi wengi, siku ya leo, napenda kuwashauri unapoombea mgonjwa kiwete kipofu anapopona, hebu jua kwamba utukufu sio wa kwako, mrudishie Mungu utukufu. Hata mtu anapokuja kushuhudia kanisani kwako, usikubali kusema kwamba alikwambia kwamba mchungaji huyu, amshukuru mchungaji, kwa maana mchungaji yeye ameniombea na mchungaji wetu kweli ana nguvu. Usikubali ushubi, kitu kama hicho. Yule mtu anapokuja kukushukuru mwambie sawa, umekuja, lakini ambaye ametenda sio mimi, ni Mungu amenitumia kama chombo. Tujua kwamba sisi ni kama ni kama ndro tuseme bomba, bomba la maji. Lile bomba lenyewe likiwekwa tu hapo, halina thamani, halina thamani yoyote. Lakini maji, endapo litapitisha maji, basi huo ndio thamani wa lile bomba. Kwa hiyo thamani wako wewe ni kwa ajili ya Mungu kutumia wewe. Huo ndio thamani wako. Si ni mabomba, hatuna kitu. Tukiwekwa hapo hamna mtu atakayetuthamini. Lakini hapo maji yatakuwa ndani yake, basi kila mtu atakuwa anasema, "Oh, hili bomba lituzwe kwa maana linapitisha maji na maji ni uhai." Kwa hiyo tunafananishwa na bomba. Kwa hiyo usijipe utukufu, hauna chochote. Kwa bomba lile lile likasema kasema kwamba mimi ni kila kitu. Kumbe bila maji halina thamani. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweze kujua kwamba utukufu ni wa Mungu. Ukichukua utukufu wa Jehova utaishia pabaya. Mungu anapokupa karama, sio kwamba wewe kama umeipata sio sehemu fulani. Hapana, karama Mungu amekupa ili kusudi uifanye kazi yake. Matashangaa wengi siku hizi watumishi wa Mungu wanasema eti oh, tunauza upako Kija na elfu hamsini. Kuna mpaka wa elfu hamsini, wa laki moja, sijui milioni moja unapewa u, jamani, hiyo imetoka wapi? Imeandikwa kwenye bibilia gani? Kitu kama hiyo haipo. Kwa umepewa kitu na umepewa na Mungu, basi usifanya bure, kwani ulimlipa Mungu nini mpaka akakuokoa? Ulimpa ulimlipa Mungu mpaka ulimpa nini Mungu mpaka akupa hiyo karama? Hakuna licho mlipa, ni bure kabisa, umepata lakini kwani wewe uuze hmm? Kwani udanganye watu, walie watu hela zao, kwa nini? Haina maana, simama wewe mwenyewe, hmm? Usifunishe watu vibaya. Kwa ndugu zangu, tujifunze kwamba unyenyekevu ni jambo la muhimu sana mbele za Mungu, na mtu anayejiinua mara nyingi huwa anaishia ukakaa wezi, lazima uishie babaya kama wanajiinua Wezi kukawa mtu ukawa sehemu nzuri hata siku moja. Kwa, simama, mwite Mungu, shuka mbele za Mungu, na Mungu lazima atakutana na mahitaji yako. Yani mwaminifu, tukimwita Mungu ni lazima ataitika. Uh, lakini pia cha kuongezea hapo kwenye maombi, tujue tu kwamba nakwenda mbele za Mungu kuna jambo ambalo linatatiza watu wengi. Unaenda mbele za Mungu lakini unawaza nyumbani, sina chakula ah. Unawaza kwamba nyumbani sijui nini sijui nimevurugana. Hapana, tunapoenda mbele za Mungu jamani, mawazo yote, akili, ufahamu, vyote vinatakiwa viwe katika, iwe hapo hapo unapokuwa wewe, sio uko kanisani, uko kanisani unawaza nyumbani, hapana Itakuwa ni unaweza vitu vyako sio sokoni sio wapi hapana. Mfano, kuna mama mmoja alikuwa yupo yuko, yuko kanisani, lakini ilikuwa siku ya Jumapili, lakini Jumamosi kuna sehemu kulikuwa na soko. Sasa alinunua mzigo wake mkubwa sana wa ndizi akawa ameuacha pale sokoni kwa ajili ya kesho yake, maana ulikuwa ni mzigo mkubwa, wewe angekuwa na uwezo wa kupeleka nyumbani kutokana tatizo la usafiri sasa si alipokuwa kwenye maombi anawaza, akawa mawazo yake wake ametoka nje. Sasa mawazo yakamjia kwamba ndizi zako zinaliwa na mbuzi kule sokoni. Sasa kwa sababu so, so, mawazo yake yalikuwa nje na sehemu ambako alikuwepo, yaani yeye yuko kanisani, mawazo yako kule sokoni, kwa Shetani akamwingia kule. Mawazo yakamjia tab, akaona kabisa kwamba ndizi zake zinaliwa na mbuzi kwa akatoka, bila kuambia mtu, akatoka akakimbia, akafika kule. Ni mbali kidogo, ni mbali, ni, ni sehemu ya nusu saa. Akaenda kufika, hakuna mbuzi aliyekula ndizi, ziko salama kabisa. Baada ya kurudi, maombi yameisha, neno ibada nayo imeisha, a neno kimepita, kwa akawa hajapata kitu lakini akaja baadaye ili amwaibishe shetani, aka kashuhudia kwamba jamani, tukiwa tunaomba tukiwa tuko kwa kanisani, basi mawazo yetu yawepo kanisani, sio unapo kanisani unawaza sehemu nyingine. Maana mimi akawaza, akawaambia kwamba mimi nilikuwa naomba hapa, sasa nilikuwa nawaza ndizi zangu zizidi ambazo ziko sokoni. Kwa bahati mbaya, Ibilisi akateka ufahamu wangu, nikashangaa nimetoka. Maana aliona kabisa ndizi zangu zinaliwa na mbuzi, kufika hauna kitu. Kumbe ni ibilisi, kwa alikuwa anataka nitoe kwenye mpango wa Mungu. Kwa ni vizuri sana tunapokuwa kanisani, tunapokuwa kwa ibadani, tuweke mawazo yetu ibadani, tujue kwamba tuko katika sehemu sahihi. Sahau vyote vya nyumbani na Mungu atakuonekania. Basi ndugu mpendwa, sina mengi. Haya ndio ambayo Mungu amenijalia siku ya leo kuweza kuzungumza na wewe kwa mm njia -hmm hii. Na tumshukuru sana Mungu kwa maana yeye ee, ni mwaminifu, anatufundisha anatusaidia katika mambo mbalimbali, na tunapoomba pia ni kushauri, ili pia kabla sijamalizia kwamba unapoenda mbele za Mungu uhakikishe kwamba uko safi maana huwezi kujua umefanya lipi, umefanya. Mwingine tunajipa hai kwamba ile ile si dhambi ndogo tu, pale si mdanganya ndio mdanganya tu fulani. Pale si nisema tu uongo. Hapana. Na maana wengi wanasema kuna uongo mtakatifu. Kama kitu kama hicho, uongo ni uongo tu. Kwa hiyo, usijitetee kwamba kuna mtakatifu, kuna hapana. Hiyo haipo. Kwa hiyo, simama mwite Mungu yeye eh, atakusaidia. Na kufikia hapo basi, nikutakie kila la heri, na Mungu akuzidi kutukutia nguvu, usimame uombe, ujue namna gani unaweza kwenda mbele za Mungu. Mungu tusimwone Mungu, tusimzoee Mungu. Hapana, sio kwamba Mungu sio, naenda tu unaomba. Mungu sio wa kuzoea. Tunapoenda mbele za Mungu lazima tusimame ni lazima tuamini kwamba yeye yupo. Hiyo ndio jambo la kufanya. Basi ndugu mpendwa, mpaka hapo mimi nikutakie kila la heri.